kitaeleweka wa ushahidi wa mafundi wa vioyozi naomba nimnongoneze. Pole Pole amepatikana? Eh, wamempata Pole Pole pole, au ni yale yale ya Muhamedi kibao, eh? Humphrey Pole Pole amepatikana bado? Kitaeleweka kwa ushahidi wa mafundi wa vioyozi. Naomba nimnongoneze hiyo bwana, naomba nimnongoneze hiyo bwana.